Mheshimiwa rais wetu kama championi ama kinara wa nishati safi ya kupikia nchini, na Afrika na dunia kwa ujumla, alitoa katazo la kuondoa matumizi ya kuni kwenye maeneo ambako kuna pikwa zaidi ya watu 100. Wewe pamoja na wenzako umefanya kazi hiyo kwa haraka. Leo tunayo furaha kusema kuwa magereza 129 zote wamehama kwenye matumizi ya kuni, wanatumia nishati safi. Nakupongeza sana sana kwa wepesi huo na nikiwa waziri mwenye anayesimamia sekta ya nishati nchini, nataka niwaelekeze wakala wa nishati vijijini, REA, kwamba kuanzia leo ruzuku tuliyopanga kutoa kwa ajili ya watu wanaozalisha vifaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, kipaumbele cha kwanza kiwe magereza, kwa sababu wao wameonyesha mfano, wapewe hizo fedha wazalishe, ili tuweze kupata nishati safi ya kupikia kwa kasi kubwa, na mimi kama sehemu ya uongozi wa nchi nataka nikuhakikishie kuwa Serikali chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan inatambua mchango wa chuo hiki kwa ajili ya watu wote wa Tanzania wakiwemo askari wetu, kwamba hili ni eneo la kurekebisha tabia kwa watu. Imani yangu ni kwamba mtaendelea na kasi ile ile na miradi ambayo mmeianzisha. Nimefurahishwa sana kwamba mnajenga holi hapa, lakini mmeamua vile vile kujenga madarasa kwa fedha zenu za ndani, na sasa mmefika kwenye renta